Wapendwa katika Kristo tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa Mwizi mwema. Mwizi mwema. Kuleta tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko wa parokia ya Miziro, Jimbo Katoliki la Bukoba na msimamizi wa kituo cha Ida cha Mtakatifu Yohane Maria Mzee. Karibuni kwenye tafakari hii na baada ya kusikiliza, baada ya kushiba, usahau kulike, usahau kushare, usahau kusubscribe. Karibuni sana. Somo linalotuongoza, e, ni kutoka Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 23 mstari wa 42 hadi wa 43. Alimwomba Yesu amkumbuke, ni juu ya mwizi Dismas. Nikumbuke katika ufalme wako. Yesu akamjibu, mi nakwambia leo hii utakuwa pamoja paradizoni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa, Mambo yanaweza kubadilika kutoka ubaya kwenda wema, kutoka machungu kwenda matamu, kutoka hasi kwenda chanya, kutoka lisilowezekana kwenda linalowezekana. Usikate tamaa, tuna shahidi wa matumaini katika Biblia. Mwizi mmojawapo aliyetundikwa msalabani na Yesu alibadilika na kuwa mwizi mwema. Huyu jina lake ni Dismas, alikuwa upande wa kulia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na mwizi mwingine alikuwa upande wa kushoto wa Bwana wetu Yesu Kristo, anaitwa Gestas. Huyu mwizi alisali sala yake labda ya kwanza na ya mwisho maishani. Eh, nikumbuke katika ufalme wako, anamwambia Yesu, naweza akasema amina, nakuambia leo hii tutakuwa pamoja paradisoni. Bwana anatoa zaidi ya unachoomba aliomba akumbukwe lakini akapewa zaidi anachoomba. Ni kama Solomoni aliomba hekima na busara akapewa tamani. Yesu ni mkubwa kuliko changamoto zako. Yesu ni mkubwa kuliko huzuni wako. Yesu ni mkubwa kuliko shida zako. Yesu ni mkubwa kuliko ndoto zako. Usikose kumwomba akukumbuke. Hapa tuna mambo matatu, kwanza, usikate tamaa, pata panta sio mwisho wa safari. Usikate tamaa, kupata panja sio mwisho wa safari. Msalaba ulikuwa mwisho wa safari wa mwizi aliyebadilika. Alibadilika dakika za lala salama, dakika za nyongeza usim, lakini usingoje dakika za mwisho kubadilika. Bahati ya mwizi sikulaze mlango wazi. Mbona mwizi alibadilika siku za mwisho mwishoni mwisho? Hapana, hapana, hapana. Kristo alimleta mwizi paradizoni kabla ya watu wote, kabla ya hata mitume kwa neno tu na kwa neema tu aliingia paradisoni, ili pasiwepo mtu yeyote baada ya kutenda dhambi ambaye atakata tamaa. Wahenga wa Kagera wanasema ataka fira utamuinduza, akati ambaye ajaaga dunia usimgeuze geuze kutumia kijiti. Makubwa yanaweza katendeka, mabadiliko yanaweza yakatendeka, mabadiliko chanya yanayoweza yakatokea. Mtumishi wa Mungu Charles Spurgeon alisema Mungu hutumia majaribu na magumu kama vyombo vya kumfundisha mtu mafunzo ya kiroho ya kudumu. Hakuna hali ya kuwa mbaya sana ambayo haiwezi kubadilika kwa neema ya Mungu, mwisho wa kunukuu. Neema ya Mungu inabadili mambo, tuombe neema hiyo katika sala tunazosali. Bukoba tunasali Karungina kama untaina neema yao so zikafana nzuri lolote bila neema yao. Pili, usikate tamaa. Mambo yajaisha mpaka Mungu aseme yameisha. Niliuliza msichana mmoja, unaitwa nani? Alijibu, padri, naitwa Margaret, mtakatifu mtarajiwa. Eh, alitegemea, alitamani, anatumaini kwamba atakuwa mtakatifu. Mwizi mwema Dismas alitumaini kuingia katika ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Mungu ni mwenye uruma, usikate tamaa. Zingatie mabadiliko ya haraka kutoka msalabani kwenda paradizoni, kutoka kulaaniwa kwenda paradizoni, ili ujue kuwa Bwana alifanya yote hayo. Sio nia njema ya mwizi, bali ni huruma ya Mungu. Neema ya Mungu yaweza kumbadilisha mtu. Tuombe neema hiyo. Charles Spurgeon alisema Mungu anatoa faraja katika wakati wa matatizo, na majaribu yetu yanakuwa ni daraja la kuelekea kwa neema na utukufu wake mwizi mwema alipata faraja kwa kuambiwa kuwa atakuwa paradizoni, lakini alionyesha upendo tu kwa mwizi mwenzake, alimwonya huyu mwizi. Dismas alikuwa na fadhila tatu. Alikuwa na imani, alimwamini Yesu Kristo, lakini alikuwa na matumaini kwamba atakumbuka katika ufalme wa mbinguni, lakini alikuwa na upendo kwa mwizi mwenzake, alimuonya. Tatu, usikate tamaa, kipenga cha mwisho bado. Shetani alimteka mwizi Dismas, Yesu alimnyang'anya kabla ya kipenga cha mwisho kupulizwa. Ni kama inavyokuwa vitani, wanajeshi wengine wanarudi na mateka. Yesu alikuwa vitani, akarudi na mateka, akarudi na Dismas e, mwizi ambaye alibatiwa kubadilika. Tunaitwa, tunamuita mwizi mwema kwa ufupi. Usikate tamaa, mambo bado, kipenga cha mwisho bado. Mungu mwenyewe ni mshika kipenga e, kipenga cha mwisho bado, usikate tamaa. Hakuna giza lisilo na mwisho. Nakubaliana mtaalamu wa maandiko matakatifu hii ya mbakra aliyesema, Mungu kama hajawahi kuacha kumshughulikia mtu kwa neema yake, hata wakati wa mwisho, kipenga cha mwisho bado kinasikika na bado kuna nafasi ya mabadiliko. Mpendwa msikilizaji, kipenga cha mwisho bado, usikate tamaa, uwe na matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.